Leo unatuambia, unatangaza mechi ya Juni 15, kwa watu wale wale ambao waliwasumbua kutoka mikoani kuja Dar es Salaam kwa ajili ya kusupport timu yao, utegemea watakuja tena Dar es Salaam? Zile fedha ambazo waliingia viingilio siku ile hakuna hata maelezo kama zimekwenda wapi. Yanga tunasema sisi ni klabu sio ya, ya, ya engineer Harris wala Arafat, hii ni klabu ya wanachama wa Yanga Naviongozi wetu tunaungana na viongozi wetu kwamba mechi namba mia moja themanini haipoana. Ndugu viongozi wa matawi, waandishi wa habari. Waandishi wa habari nyinyi ndi kioo cha jamii katika kuendeleza michezo katika nchi hii, pasipo nyinyi waliokuwa mbali taarifa hizi haziwafikie. Ni mategemeo yetu kwamba wale waliokuwa mbali zitawafikia. Mratibu ametiririka vipande vingi, yani leo <laughs> lakini nitakuwa na machache kidogo kuongezea alichosema mratibu kwanza ni watoe wasiwasi viongozi wa matawi kwamba TFF ni taasisi iliyosajiliwa kama klabu ya Yanga <laughs> na wote tumesajiliwa kwenye nyumba moja chini ya sheria ya Baraza la Michezo ya 1967 Daima aba ni katibu wa tawi la Yanga Morogoro mjini. Alikama sinione nimevaa shati la ubatizo <laughs> mimi nimekuja na na kwanza na neno moja tu kwamba hatuchezi. <laughs> mechi ya uh, dabi ilishapita. Kwa hiyo nimekuja na ujumbe kwamba hatuchezi lakini pia niwapongeze, nimpongeze mnatibu wa Dar es Salaam pamoja na wazee kwa kwa kuitisha kikao hiki cha dharura. Lakini pia kwa kauli moja na sisi tunaunga nani mkono wazo la kuwa na mkutano mkuu wa dharura. Tunahitaji mkutano mkuu wa dharura kwa ajili <coughs> ya kutoa maamuzi ambayo ya yataweka heshima ya klabu yetu. <coughs> Nahani mpaka hapa tulipofikia, ndugu zangu, mimi naamini viongozi wanafanya kazi kubwa sana mpaka wanatoka na maamuzi haya, wamepitia shuba nyingi. Kwa hiyo mpaka tunakaa pale juu kwenye kuongoza ligi minaamini kuna kazi kubwa imefanyika na